Uh, katika mazingira ambayo presha ilikuwa kubwa sana, host wamecheza vizuri sana na mashabiki walikuwa wamejaa wengi sana hapa. Tumeweza kupambana, tumepata pointi tatu, pata goli moja muhimu, tumepata pointi tatu muhimu, namshukuru Mwenyezi Mungu na tunaamini tunakwenda kwenye mapumziko. Viongozi wanayo muda wa kutosha sasa, wakiwa wamerelax, fanya tathmini ya kutosha ya timu, kama kuna haja ya nyongeza kwidiisha dogo wafanye maboresho, turudi kuwa imara Januari inshallah. Kosti ni wanaume wacheza mpira mzuri, wacheza mpira mzuri sana, na ambacho kosti nawapongeza leo hawakujiangusha hapo kucheza mpira eh, sio timu ambayo ilikuja hapa kutafuta sare, ilikuja kutafuta ushindi, ni maana walipambana, hawakuwa na muda wa kupoteza, wakawa wanainuka wanapambana kutafuta ushindi. Bahati mbaya tu, uh, technical bench yetu ilisoma vizuri mchezo, tufanya ile sub ya double striker ikaweza kutusaidia. Prince Dube akawa huru na akaweza kuwadhuru Kosta. Kuzungumzia ubora wa Prince Dube kuna hata alikuwa na mbezi a, sisi tunafahamu quality ya Dube na sio sisi tu, kila Mtanzania anafahamu Dube. Sio kwamba katoka mahala ambako hakujulikani, ametoka timu inaitwa Azam, kila mmoja anajua quality yake na alivyokuja Yanga msimu wa kwanza, msimu wa pili. Tunajua Dube anafanya nini na anaweza kufanya nini anapokuwa kwenye ubora wake. Kwa hiyo, ilikuwa ni jambo la muda kumvumilia, na tumetoa fundisho kama Yanga Afrika, mashabiki wetu katika nyakati ngumu, Dube tumevuka naye, na leo anatupa furaha. Sasa sisi tulimvumilia yeye katika nyakati ngumu, na leo katika nyakati ngumu kwenye pitch ametugia furaha. Sisi nafasi ya pili hivi sasa kwenye msimamo, nafasi ya pili eh, bado sio ya kwetu hiyo. Kuna mahala tunakwenda inshallah eh. eh, tunakwenda nafasi ya pili sio nafasi ya Yanga. hmm. Yanga, Yanga haiwezi kukaa hapa ikasema kwamba nafasi ya pili ndiyo mahala pake. Kuna mahala tunakwenda inshallah. Mungu atujalie kheri. Tuendelee kupambana, tutafika mahala ambako Yanga atakiwa ikae. Nani ya ni mshindani wetu, naye anaongoza ligi. Unasema historia kaka. <laughs> achana zilipendwa, eh? <laughs> <laughs> Umesikia, matokeo yao, matokeo nimeyasikia, wala sio mnafiki <laughs> nimeangalia kipindi cha kwanza kipindi cha pili nikaja hapa, nilikuwa na uhakika na hii mechi mimi. Simeongea na nyie juzi, si ndio? hii mechi nilikuwa na uhakika nao kwamba watakufa tu. Nilikuwa na uhakika nao, wewe jua tu. Nilikuwa na uhakika nao watakufa tu eh, eh. Eh? Ajajuzi alishaongea muda mrefu yani. Sasa hivi waliokuwa wanahisi ni utani <laughs> eh. Mambo ndo yanazidi kunoga sasa eh. Mambo ndo yanazidi kunoga na jasusi, niwaambie mashabiki wa Yanga, jasusi yupo imara tuendelee kumwombea dua, anafanya kazi yetu vizuri, anafanya kazi iliyotukuka, kazi ambayo tuna kila sababu si na Yanga kumpongeza. Kwa hiyo jasusi yuko salama kabisa, hakuna hata mtu mmoja aliyemshitukia, yuko salama kabisa jasusi wetu. Ah, sana Ali, kwa mp, Diego. Ali, Diego, Diego njoo bwana. Sana Diego, hapa banauyo Diego mtu bingwa kabisa. Njoo Diego kazi eh? Majini ah, hapana bwana. Majini hajafanya kazi. Ah, sio sio, aliweka nazi. Ah, zile nazi zimeenda kufanya nini sasa? No. kukuna au no. Naongea so, tu. menda kukunaa kuongea la kuweka wapi miwali mapongeza kitu kimoja. Mmecheza mpira wa kiume. Hamjalala hapo Yaani kiingilio mlivyoa kikubwa, mmeonyesha kwa hii kiingilio na kikubwa, watu wameenjoy, kwa hiyo sio mbaya eh, football mmepiga mpira kosti, piga mpira ambao sisi wenyewe pale roho ilikuwa sema. Nimekaa pale na mzee wangu Mgunda kaniambia, ulitoweka kama upepo, ajua umepotea vipi. Ulikuwepo ndio, lakini baada ya chumba mwangalizi akuoni ulienda wapi? Sijisikie vibaya, sijisikie vibaya, sijisikie vibaya. Mmepambana, tunawapongeza lakini, unaweza kujichanganya kwao. Sasa Waka... shida yao ni hiyo, shida yao aa, mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo ndio shida yao. Unaweza kumwekea zamana hapa kama mtoto wa aunti na mtoto wa shangazi mm. ni kweli tuko hoi lakini tumeondoka na point 3 tumeondoka na point 3. kuna watu wako hoi na point hawana <laughs> hey, anamoji niegoaa